Wito uh, wangu ulikuwa ni, ni kuhakikisha uh, wataalamu tulionao hawalali wafanye kazi, na kwa sababu resources tunazo, miundo mbinu isikae pale tukaa tunaona tu kama picha alafu hakuna kinachoendelea, lakini ilete tija. Yale ambayo tumeaweka katika mkataba huu yatasaidia kutuunganisha baina yetu SUZA, wataalamu tulio nao na uh, uh, Wakala na wataalamu mlio nao ili kuweza kuleta ubora wa kazi tunazozifanya. Na lengo letu ni kwenda mbele zaidi katika kushirikiana huku, tutashauriana pia namna ya kuboresha na kutafuta mbinu Uh, za kisasa zinazofaa ili tuweze kuwa na maabara uh, za, za, kisasa. Tumeanza hapa, lakini tunataraji kuenda mbele zaidi, hata tufikie kiwango ambacho uh, tunaweza tukawa na maabara ambazo tutazisatifai kwa ajili ya kufanya shughuli za, za za, kitafiti na kutoa matokeo ambayo yanatambulika sehemu sehemu mbalimbali, kwa sababu wataalamu ndio sisi. Eh, basi tu, uh, tu tufanye hiyo kazi kwa pamoja tuweze kuleta zaidi. Jambo ambalo linaleta faraja jingine ni kuona kuwa uh, malengo ya serikali zetu zote mbili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya Zanzibar, na viongozi wetu kwa upande wa muungano, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi wameweka mkazo mkubwa sana na wametuachia kazi ya kufanya katika maeneo ya tafiti. Kama mtakumbuka, uh, takriban graduation mbili zilizopita zote zimeweka msisitizo kwamba chuo kinapaswa kufanya tafiti ambazo zitaleta matokeo itakayosaidia katika kushauri serikali zote mbili, eh, namna bora ya kutatua changamoto, changamoto zilizo sasa. Ile good will ipo kama tutaweza kufanya kazi vizuri hata zile changamoto tulizonazo za mapungufu ya hapa napale, vifa, wat, na pale vifaa wataalamu na mambo mengine, tunaweza tukashauriana na serikali tukapata